Askofu Renatus Nkwande wa Kanisa Katoliki Jimbo Kuu la Mwanza, akizungumza kwenye Misa ya Jumapili ya Oktoba 19, 2025, ametia neno kufuatia tukio la kupotea na kupatikana kwa Padri Kamillus Nikata, ikiwa ni baada ya jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma kuthibitisha kumpata Padri Kamillus Nikata ambaye alipotea katika mazingira ya kutatanisha, ambapo alipatikana baada ya kukutwa kwenye mashamba ya kijiji cha Mtyangimbole yaliyopo katika halmashauri ya Madaba wilaya ya Songea mkoani Ruvuma, huku jeshi hilo la polisi likisema chanzo cha kutoonekana kwa padri huyo ni kwamba alijipoteza mwenyewe kutokana na msongo wa mawazo, madeni na mahusiano. Askofu Renatus Nkwande ametia neno kufuatia tukio la kupotea na kupatikana kwa padre Camillus Nikata. Padri aliyepotea, ndugu zangu, ni padri wa Songea, kwa asili ni padri wa Songea lakini anafanya kazi katika jimbo hili kwa muda aliyopo, kwa muda huu ni padri wa Mwanza. Kama alishawahi kupanga kuacha upadri, mimi napaswa kujua, si mwingine tena. Mimi sijui, askofu wa Songea hajui. Watu wamesema kwamba eti alishaomba hakusikilizwa. Mapadri, hivi ukitaka kuacha upadri unasikilizwa, sio? Naondoka zako? tunao wangapi ambao wameacha upadri, wameondoka walisikilizwa badala ya kupata maneno ya kututia moyo, tusikate tamaa, tunapewa maneno ya maudhi, tunaudhiwa. Tunapofungua parokia zetu hizi, tuombe, tusali, tuombe amani. Mwenyezi Mungu atujalie, nchi yetu iwe na amani, na viongozi wetu watafute fursa ya kutia moyo na kulifariji taifa. Taifa limegawanyika, taifa lina mahangaiko katika taifa uwezo ukakoswa watu watukutu, lakini ni, ni, watu, ni, ni, ni, wa, ni wananchi ni watu wa hapa. Utukutu wao sio wa, wa, wa, wa, wa, wa kumpoteza wala kumteka au kumuua. Leo tunatembea huku hatujiamini. Watanzania tulikuwa tunaheshimika katika ulimwengu tunaheshimika. Wapo wanaoniuliza sasa, nyie mkiwa hivi itakuwaje? Sasa tutakimbilia wapi? Hapa tunaanza kufanyiana hivyo sababu ya nini? Tatizo ni nini? Tunahitaji kweli amani, lakini tutambue kwamba ha, kama kama tunatafuta amani lazima iwepo haki. Kuitafuta na kuipata amani pasipo haki ni uongo. Haki lazima iwepo ili tujue asiyeipenda haki ni nani, huyo ndiyo atakaye, anas, tutakayesema anasababisha fujo lakini haki ikiwepo kabisa, amani lazima iwepo tu. Tumwombe Mwenyezi Mungu atusaidie taifa letu liwe ni taifa la haki, na hivyo tuiishi amani tuliyokuwa tumeizoea, na amani itatufanya tuwe huru. Tumsifu Yesu Kristu.